Uh, mm, ebwana, mambo vipi, wadau wangu wa nguvu uh, leo niko pande za Kerege hapa, na kiwanja hiki hapa, kiwanja hiki hapa uh, kiwanja ni hiki kama kinavyoonekana, na uh, kiwanja ndio hiki Bwana kiwanja hiki bwana kimepimwa, yes, kimepimwa na mchoro wa ramani yes, kwa hiyo hii hapa hii ndio biko ni ya kwanza hii hapa unavyoiona, hii hapa. Uh, narudi tena biko ni ya kwanza afu kimeenda moja kwa moja. tambalale kabisa, majirani wale kule kama wanavyoonekana, maji na umeme. Aa, hii ni beaconi nyingine. Hii ni beaconi nyingine hii hapa, hii ni beaconi nyingine hii hapa. Kwa hiyo kimekuja mpaka hapa, alafu ikaenda kwenye ile beaconi kule ambayo inaonekana. Kwa hiyo kimekuja hivi, iko tambalale kabisa hicho kina ukubwa sikuwa mita mia nne ishirini na tano. Bei ni milioni nane na laki tano, ila tunaweza tukakaa chini kidogo tukazungumza. Mm. kila kitu kiwanja kimekamilika, kila kitu, kila kitu kipo. Mteja ukihitaji mchoro na kutumia tu hapo kwenye simu yako. Yes. Mm. Ona hii ni barabara hii ni barabara ya mtaa, ambapo kule unapoona ni majirani. Unaona majirani yao safi kabisa. Naona hii barabara yes, naona barabara hiyo, aona majirani hao, barabara safi kabisa mpaka unafika kwenye kiwanja Aha ao barabara safi kabisa mpaka kwenye kiwanja unaona hmm? Ndiyo, yes. Maji hayo hapo, maji hayo hapo safi kabisa, maji hayo hapo.